Habari, naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Wapendwa, kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati, kama wewe kufanya biashara mtandaoni, kupata wateja wengi. Tunafanya matangazo ya kusponsa, tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsa, tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni, tunafungua akaunti mpya za matangazo, tunafanya setup nzuri ya akaunti yako, tunasimamia akaunti za matangazo, tunatengeneza matangazo yenye mvuto. Kwa hivyo kama wewe ni mgeni, basi bofya subscribe ili next time tunapotoa video zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe unaotaarifu kwamba tumetoa video mpya katika video hii nita share na wewe jinsi ya kufanya uh, matangazo ya kusponsor kwa kutumia swiku, kwa kutumia professional mode kwenye account yako ya Facebook ili uweze kufanya matangazo ya kusponsor kwenye mtandao wa Facebook, Instagram. Uh, unatakiwa kufungua akaunti za biashara. Mfano, katika akaunti ya Facebook uh, unaweza uka ukafungua akaunti ya Facebook then ukafungua ukurasa au page. Kwa mfano, hii ni akaunti ya Facebook ambayo imeshafunguliwa. Ukifungua akaunti yako unaweza ukaja hapa kwenye picha ya profile yako ukaona unaweza ukaona hapa kwenye hii ya account yako ya Facebook ambayo unataka sasa kuibadilisha kuwa professional mode, ili uweze kuboost matangazo. Kumbuka unaweza ukaboost kwenye ukurasa wa Facebook. Kwa hiyo ukishaingia katika ya account ya, ya kawaida sio page, ukishuka chini utaona katika posti ambazo utakuwa umeziposti hakuna option ya kuwezesha kuboost post, lakini ukija katika page, katika page ambayo kama utakuwa tayari umeshaifungua, ukija katika page ambayo tayari utakuwa umeshaifungua, ukishaingia katika page utaona zile posti ambazo utakuwa umeziposti zinakupa moja kwa moja, zinakupa moja kwa moja Option ya boost post. Unaona kama hii post hapa tayari inakupa moja kwa boost post, lakini ukija katika katika account yako ya kawaida uwezi ukapata hiyo option ya kuboost tangazo, so kwa hiyo so, katika video hii itakuonyesha jinsi ya kuswitch professional mode, ili account yako ya kawaida ikuwezeshe kuboost tangazo. Inaweza kuwa umefungua account lakini hujafungua kurasa, ukahitaji kuboost. Kwa hiyo katika akaunti yako ya kawaida unaweza ukahitaji kuboost tangazo. Kwa hiyo leo nitakuonyesha jinsi ya kubadili, ku switch kwenye professional mode. Utakwenda kwenye akaunti yako. Hii hapa, lazima bakani wa akaunti utaifungua. Ukishaifungua utakwenda pale kwenye vistari vitatu. Kwenda hapa kwenye mistari mitatu, alafu utakwenda turn on professional mode. Uta turn on professional mode. Ukisha turn on professional mode, maana yake itakotea option katika zile post ambazo ulikuwa umezipost kwenye account yako, kwenda next next. Uh, utakwenda next, utakonfirm hapo tayari akaunti yako itakuwa tayari imeshakuwa kwenye kwenye professional mode, na hivyo inakupa option ya ya ya kuboost tangazo itangazwa. Tutakuonyesha hapa, ataonyesha hapa baada ya kuwasha switch kwenye professional mode. Hii ndio account yako, ukija hapa ona, professional dashboard itakuwepo lakini ukishuka chini, ile post ambayo ulikuwa umepost, utaona zinapotea option ya create, create ad ya kuweza kuboost tangazo. Kwa hivi ndio namna ambayo unaweza ukatumia professional mode kuboost tangazo. Kama ufaidika, bofya subscribe, tukutane kwenye video inayokuja.